Na kuwa... kwa naitwa Tifa kwa... ugea kwa... kwa... asante sana. Mbona furaha, mbona furaha, yani nafurahaauflulizo yani, kiasi kwamba tushamfunga mtani, yani tushamzoea. Kwa hiyo natoka nyumbani mimi, leo natoka nyumbani, nasema anaenda kupiga nyumbani, kwetu wanasema wewe bwana, wewe leo tunawafuambia mimi natoka nyumbani nikiwa sina wasi, Simba mbovu, Simba mjiwezi, jamani mtu wacheni basi, tunapiga kichwani yeah. Nimewaambia nyumbani narudi, ila nikirudi hakikisheni napiga kichwani hey. Wamekuja kiburi zaidi na kujiamini zaidi, hadi unakuja uwanjani na unajua matokeo, lazima uende kushinda mchezo. Kiukweli mimi na wachezaji wangu wote na wakubali. yaani wote yani, be, be, wote wachezaji wangu mimi nawakubali, wako vizuri. Tunashukuru Mungu. na, na, na unaona wapi Young Africans kwenye mashindano ya eh, Champion League barani Afrika na hiyo namba sana kutoa kombe. Hey, unawaambia hey. Uh, ni, nini timu ambazo zitakaribiana na Yanga na hapo mbeleni mna eh, kibarua cha Champions League dhidi ya nani timu? Naacho waambia wajipange tu hicho, yeah, ndo cha kuambia yeah. Hii Yanga ni mziki mwingine yeah. Tumekuja kivingine, tunapiga wapi? Kichwani yeah. Yeah, tunapiga wapi Ziyan, utajua mwenyewe. Anatuambia sijui kichwa sisi kichwa, si, kichwa tutakachokizungumzia ni hicho kimoja chenye ubongo hicho ndo tunachokitaka tukifumue, hatutaki tena vichwa vingine. Hivyo vichwa vingine watajua wenyewe, sisi tunachotaka eh, kichwa eh, chenye ubongo

ndo tunachotaka ili tukikifumua akili ziruke, mambo ooo. Hivyo unafikiri Simba mmeizidi uh, wapi haswa? Kwenye wale tumwazidi kila kitu, mara sita. Unazungumzaje sasa, tumwazidi nini wale? Sisi tumwazidi kila kitu, lakini hana atakutuambia uh, game kidogo. Simba alikamata kipindi cha kwanza? Alikamate wapi game? Alikamate wapi bwana wewe? Ulimpa tumtego kidogo tu, alikamate wapi? Kukamata game ni mchezo, hajatufunga sasa Mbona anatufunga? Ah, labda mliotea tu labda. Hatuotee ah, wapi sasa? Sasa wa uh, tuna uh, uh, uh, uh, uh, e, uh. Amekisogeza kichwa. Amekisogeza kichwa na tumekibatua. Kama anataka tena kichwa hicho yeye anachokizungumzia kilete, pia tutakishughulikia sisi. Ndio wananchi na hii ndio nchi yetu tunatamba mara sita s mtaani tuna mnani tuna

Yule safari. Ukipanda sana anakimbia tena. Sasa kaka, nikupe stori moja. Kipindi cha pili alipoingia ndani wanataka kukimbia, mageti yakafungwa. Hamna. Yule aje no tena, sasa unaona mziki wenyewe ule. Sk a siku mabausa si nini ndio, wamechimba kama walivyochimba. Kwa hiyo labda unawaambia nini mashabiki wa Yanga? Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga tuendelee kuisapoti timu yetu, tuendelee kuwa na furaha, tutakachoambiwa na viongozi wetu, basi tufuatishe tutakachoambiwa jamani, viongozi wetu. Viongozi wetu wanajitahidi sana, wanapambana sana, kwa sababu ya kwetu sisi kutupa furaha. Shukrani dadangu, asante sana. Tufanye kazi hiyo, ajibu kutafuta ushindi, kwa sababu mpira wa Simba na Yanga upo vichochoroni, tofauti na navyochukulia wao viongozi wetu. Kinyume na hivyo, kila siku tutaendelea tu kufungwa. Watakapokuwa tayari kwenda vichochoroni kufanya mambo kama wanaofanya wenzetu, hali tutashinda siku zote kama wanavyoshinda wao, na wao ndio mpira na ndio ukweli, kwa sababu zote tunajua tialetu sio timu Simba, kila siku inacheza mpira mwanzo mwisho, lakini matokeo yanashindikana kupatikana. Sababu gani? Viongozi wetu wanacheza mpira hadharani, mpira unatoka mchochoroni. Sawa, ukicheza mpira vizuri, lazima si matokeo yapate. Mpira Simba na Yanga, lazima tuwe makini na hilo, sio kwamba atua mpira wenzetu. Asanteni sana akiwango siku zote unaochezwa shabalale, mchezaji wa kawaida ni professional kama wachezaji wengine, lakini kiukweli sisi tunashindwa kitu hiki kimoja. s si, ha, Yanga hajawi kutushinda sisi mpira hata siku hii moja. Sisi Yanga natushinda mipira michochoroni, ndio tunashindia. Ukweli ndio huo, na kama viongozi wote hawajawa tayari, hata kumleta Ronaldo na Messi hatuwezi kushinda, kwa sababu mpira sisi tunaujua na tunajua tunafuatilia mpira na tunaona mpira nini. Mimi nimetoka Zanzibar kwa ajili ya kazi kama hii, lakini mpira wa Kichoroni ndio unachezwa. Matokeo ya Simba na Yanga ndio Kichoroni utayapata, sio hadharani. Unapiga piga kelele, lakini vitendo, una hata ulete si mpanzu nani, wachezaji wote wanaonekana hawafai, lakini ukweli ndio huo. Wachezaji wa hapo, viongozi wa hapo, watu majukumu, wafanye kazi. Wakishafanya kazi basi, kwa Simba, Simba, Simba, Simba. Kwa hiyo ai Yanga

Lakini Sa, Eh. lakini Eh. Eh. Eh. lakini, Eh. si, sasa hata mnatengeneza nafasi mnashinda kufunga. Sawa nafasi tunatengeneza lakini nafasi tunatengeneza tunacheza mpira mzuri. goli goli goli mmefunga yule Eh? hatu hakuna lakini mzuri goli hakuna goli la kufunga ambalo likutalia lakini yule Ah, sasa mimi nilichosema hii dabi mimi ushauri wangu kama mimi Simba. Yaani kwanza kama mimi wana Simba. Yaani hivi na hivi hala la kwanza la pili walifariki kutoka nje tukifunga tumekuwa tumefunga kwa halali. Kwako wewe kocha unamzungumziaje? Kocha ni mzuri, hana shida yoyote anaendelea kufunga. Kocha mpaka tumefika katika mechi ya kimataifa tumefika kwenye finali, tuseme mbaya. Mkocha gani amepita hapa Tanzania ambaye amefika kwenye finali? Hakuna kocha yote hapa Tanzania. Ndio mara ya kwanza, kocha mzuri. Lakini pia tukumbuke pia Nadi alifika nusu finali. Sawa, sawa. Sawa.